Kwa jina naitwa Raja Bori, makamu wa rais chama cha tennis Tanzania. Ni mashindano makubwa zaidi na ni mashindano ya under 14 and under, ambayo ni mashindano yanayoshirikisha nchi nane za East Africa na kati na nyingine kutoka nje ya East Africa kama Nigeria na pengine Egypt na Algeria. Tunashukuru, kwa mara ya kwanza ya under 14 tunayaozi Tanzania, na hii ni kutokana na pengine tume, tume, watu wengi wameomba lakini tumefanikiwa sisi kuyaleta kutokana na kwamba labda inachangia na rais wetu ni mwanamichezo na kutokana na nguvu ya serikali. e, mashindano ligi 1 itaanza hiyo tarehe sita mpaka tarehe kumi na ligi ya pili itaanza tarehe kumi mpaka kumi na tatu ambayo mashindano ni ya watoto wa miaka kumi na nne ambao na wengine bado wanakaribia kutimiza miaka kumi na nne na mashindano haya ni makubwa, kwa sababu hiyo ndio levo ambayo kitaifa, kimataifa. Sasa hivi mchezo wa tennis kuna vijana wadogo tu wana tani pro, hasa kwa upande wa wanawake. Kumi na tano mpaka kumi na sita ana tani pro, anacheza mashindano makubwa ya dunia maandalizi ni mazuri kwa kweli, watoto wanafanya mazoezi kwa sababu tumejiandaa na camp kama miezi miwili iliyopita tumeanza. Na kwa wavulana tuna timu nzuri sana. Kwa wasichana nasikitika tuna timu chache, kwa sababu wasichana hawana wito sana na wanakuja wachache. Wavulana wako nane kwenye timu na wasichana wako sita. ila kwa jinsi wanavyokuja kwa mwaka huu, wanajifai wanafanya vizuri zaidi kuliko mwaka jana, natumaini tutafanya vizuri sana. Kwa nini wasichana wanakuwa wachache katika mchezo wa tennis tofauti na michezo mingine? kwa mchezo in uh, wa tennis kwa ninavyojua, wasichana wengi labda tuseme wanakuwa bize na shule au uh, labda nyumbani wanazuiwa na wazazi ila nachoomba ni waombe wazazi huko nyumbani wasiwazuie watoto wao wa kike kuja kufanya mazoezi. Mchezo wa tennis ni kama mchezo mingine. Tena tennis unapata opportunity nyingi nadhani kuliko hata michezo mingine. Kwa hiyo hata wasichana huko nyumbani waliopo wanaotamani kuja kucheza tennis na waomba waruhusu wazazi wao waruhusu watoto waje kucheza sababu tuna wavulana wa kutosha, lakini wasichana inakuwa ni ngumu sana kuwapata. Unaionaje tennis mara <tipa> baada ya mashindano? Moja kwa mwaka huu tunaweza kusema tunamshukuru kiongozi wetu wa TTA amejitahidi. Uh, tuna mashindano mengi, tunajitahidi pia kwenda kwenye mashindano mengine makubwa ya nje mara nyingi. Kwa hiyo watoto watafanya vizuri kwa sababu ya mashindano pia tumefanya mengi pia. Naitwa Hassan Chande, ni mjumbe wa chama cha tenisi Tanzania. Uh, haya mashindano ni muhimu sana kwa maendeleo ya tenisi Tanzania, lakini pia na ukichana na hilo haya mashindano Uh, mshindi anapata pointi ambazo hizo pointi zinamfanya, um, aweze ukaa mzuri kwenye ranking za uh, shikia tenisi Afrika lakini pia hata pia kwenye shia tenisi duniani ITF. Tumepanga kutumia mashindano haya kwa namna gani? Pengine kaka vijana, tumepanga mashindano kama vile ni njia moja watoto we wetu kuimprove, lakini pia na kukutana na wachezaji ambao wa wanatoka nchi za nje ambao wana kwenye uzoefu zaidi hao, lakini pia na kuwaweka simu moja, watoto kushea uzoefu wa tenisi. umekuwa na vijana wengi katika tennis. Malengo na mikakati ya tennis kwa sasa iko wapi? Malengo kwa sasa ni kufika mbele zaidi, kuanzia kwenye tennis ya watoto mpaka tenisi ya watu wazima, na hilo kama TTA tunalifanyia kazi tukipata ushikano mkubwa sana kutoka baadhi ya mchezo Tanzania lakini pia kutoka kwa wadau mbalimbali. Kwa hiyo tunaendelea kupambana ili mradi tufike sehemu ambayo nzuri kabisa. Mimi naita Maio Majaliwa, ni kocha wa vijana wa timu ya taifa ya Tanzania. Uh, mashindano ni makubwa sana, kuna kama na zinakuja ukiangalia, kuna Nigeria, kuna Misri, kuna Algeria, kuna Cameroon kuna Zimbabwe, kuna Kenya, Tanzania wenyewe, kuna Kenya na Uganda. Si mashindano makubwa kwa sababu ni ni East Africa, ni zingine zingine toka kutoka nje ya East Africa, ni mashindano makubwa. Vijana kwa hali nzuri, sababu tumeandaa tangiaja Januari, tuko nao tupambana, tuapambana nao sababu Januari tuenda mashindano ya zone kwa mashindano mengine ya ya ya, ya, ya, ya ya ya ITF na na na na na na kama alivyofanyika Kenya walishiriki baadhi yao yao Arusha ndani juzi. By the way, tuko tuko vizuri vizuri vizuri. Mimi vijana vijana vijana ambao wanapata fursa kushiriki, sababu sababu sababu ni nchi nchi nchi nchi kuhakikisha, tutaona vijana yetu zaidi nchi zingine nyumbani, tutapambania bendera yetu.